Wakati wa kero mbele ya maofisa wa TAKUKURU na kisha kuomba zifikishwe kwa Rais. Wakazi wa Kitandililo wakiwemo Anameli Mnyamba wanasema kijiji chao kipo gizani kwa sababu barabara mbovu hadi zinasababisha ajali za magari na vifo. hivyo wanamwomba rais kuona namna ya kuwasaidia kupata huduma bora za afya, maji, umeme na kuchunguzwa kwa baraza la kata ambalo linanyanyasa wananchi. Kwa sisi wa mama, mimi mwenyewe ni mhanga wa hii barabara, nilikuwa naelekea Makambako nikiwa mjamzito ile gari kwa sababu ya ubovu wa barabara mashimo, ilienda kwenye, kwenye shimo ilisababisha ajali mpaka mtoto wangu alifariki. Kwenye baraza la kata hatutendewi haki, ina maisha gharama zinazopangwa mtu ukiwa umekosea swala la aina yote ni kubwa kuliko halizingatiwi kanuni jinsi zinavyoeleza, ina kuejekueje kueje, na kwa vile ukiangalia pale baraza la kata utakuja kuona kesi e, zilizo nyingi zinakatiwa rufaa, zinakatiwa rufaa kwa ajili ya nini? Kwa sababu swala la maji kwenye kijiji chetu imekuwa changamoto kubwa. Kuna mradi wa kwanza ulikuja, umemaliza miaka kumi tumechota wala, wala kama sijakosea miaka miwili, lakini toka hapo hatuna maji. Na mwaka jana elfu mbili ishirini na tatu umekuja mradi wa pili ambao huo ulitupa uhakika na ulituhamasisha kwamba wao watafanya kazi kwa muda wa miezi na ndani ya miezi hiyo hiyo, ilikuwa mwaka jana mwezi wa kumi tuwe tumeshakabidhiwa huo mradi wa maji, lakini mpaka ninavyosema hatuna maji ya bomba, tunahangaika. Daktari Samia Suluhu Hassan anasema umeme sio anasa, lakini kwa kijiji chetu cha Kitandililo umeme hakika ni anasa. Ninasema hivi kwa sababu, ninasema ni anasa kwa sababu ni vitu ambavyo ukiangalia mwelekeo wa rais na tunachokuja kukipata sisi huku ni vitu viwili tofauti, vitu viwili tofauti kabisa, na ndicho ambacho tunashindwa kuelewa. Shida ni nini? Ina maana Kitandililo hii siyo ya Tanzania? Kwa nini tunasema hivi? Umeme huu ni kweli kwenye kijiji chetu ametufikishia ni kama mnavyoona umeingia tu kwenye taasisi lakini hakuna mwananchi anayenufa. Kituo cha afya kina majengo hayo tu mawili yaliyokamilika. Fedha ile ambayo tulikuwa tumepewa na mheshimiwa Rais, milioni mia tano, je, iliishia tu kwa kukamilisha yale majengo mawili? Au tumeshindwa kuelewa? Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili ni upande wa huduma tumekuwa tunapata shida sana kutokana na hiyo changamoto ya kituo cha afya, kwa sababu e, ujio wa mradi huu wa kituo cha afya ulikuwa ni ukombozi mkubwa sana kwa wananchi wa kijiji cha Kitandililo, lakini pia kata nzima ya Kitandililo, lakini tangu tumepewa huu mradi yaani umekuwa kama ni mradi wa maelezo na maneno tu, kwa sababu ukienda pale huduma zinazotolewa yaani ni kama vile dispensari ndogo, ambayo yaani unaona, mtu watu wamekata wa tamaa, tunaona bora tuende tukagharamie tu Makambako kupata huduma kuliko kwenda pale kwenye kituo cha afya. Sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa, tulikuwa tunategemea kwa sifa ya kituo cha afya maanake, tungekuwa na jengo e, la, la, la, la wagonjwa kwa mfano wa mama na mtoto, lakini mpaka leo tunaambiwa lile jengo lipo, lakini itengenezewe lami iwe pana, lakini wametengeneza tuta ambalo hata kupishana inakuwa ni ngumu. Hivi juzi tumepoteza ndugu zetu, kuna ndugu ame, ame, ame, ame, ame, amelaliwa na gari kwa sababu ya barabara mbovu. Kuna mwingine tena naye amelaliwa na gari, saizi yupo hospitalini. Shida ni kwamba au tanlod au serikali imetusahau upande huu. Hii barabara ambayo sisi huku wenyewe wa Kitandililo ni wazalishaji. Kitandililo inazalisha mazao mengi sana. Kupeleka hata Halmashauri hata wao waliopo ngazi za juu wanajua kabisa huku kuna viazi, kuna nyanya, kuna mahindi, kuna miti, mazao makubwa. Eh? Sasa kama sisi ni wazalishaji, barabara tunayoletewa huku ni barabara ambayo ipo chini ya kiwango, ni ndogo sana. Kifuko haipitiki. Watu wanakufa njiani. Mtu anataka kimbizo labda aende Ikelu, aende Rufaa, barabara imezibwa ime, ime na barabara haipitiki. Sasa tunachokiomba mama Samia, kama yupo huko anaiangalia hii taarifa yetu ambayo tunaitoa kwake, tunaomba barabara hii lami, ili tuondokane na kero ambazo tunazo sisi. Pia hii barabara kutoka Ipilimo kuja Kitandililo, wananchi tulikuwa tumeanza jitihada za kutengeneza sisi wenyewe, wakaja kutuambia, a tutawasaidia Acheni, tutasaidia kutengeneza. Sasa ni miaka zaidi ya minne imeshapita, kuvuka hapa kivuko hakijajengwa. Sisi tukawa tumepanga tujenge wenyewe, kwa maana ya kutengeneza ujirani na wenzetu na kuvuka kupata huduma, wale wapate huduma kwetu na sisi kupata huduma kwao. Ninaposema hivi mimi napata nani, nina bima baana bima hapa. Tunafanya tunapanda magari kwenda Makambako hapa kwenye mfumo hawajaingiza. Shida iko wapi? Kituo cha wa afya kipo lakini mfumo haupo mpaka sasa. Mama Samia anafanya nini, alete hii huduma tunaomba sana. Mpaka wazee wengine wanashinda za kutembea lakini wanalazimika wana kwenda Makamba, fedha hawana nauli payo. Kwa hiyo wanakufa kwa ajili ya hilo. Amos Muucha, naomba kelo yangu niirudie hata kama imepita. Kelo yangu inahusu swala la elimu. Upande wa elimu, sisi wananchi ni kama tunakosa majibu. Kitendo cha kufika mahala tunaambiwa tulipe michango kwa ajili ya walimu wa kujitolea na ikiwa rais, tunafahamu na tunasikia kwenye vyombo vya habari kwamba anatoa, anatoa tuzo hata kwenye, kwenye vyong, kwa viongozi wengine ikiwa mimi mwananchi ninachangishwa mchango ili nimlipe mwalimu wa kujitolea ukienda hata kwenye upande wa sekondari, hali kadhalika wananchi tunachangishwa michango kwa ajili ya kuwalipa waalimu wa sayansi. Asante, kero yangu ni hiyo. Jina naitwa Sofia Samsoni Guivaha, ni mkazi wa kijiji cha Kitandililo. Naomba nirudie kero ambayo imezungumza, kwa sababu mimi ni mwanamke na taifa linajengwa na wanawake. Kero ya ni kuhusiana kituo cha afya hususani jengo la mama na mtoto. Sisi wanawake hasa tunapokuwa wajawazito, tunaomba kweli rais atusikie huko aliko, atuboreshee huduma za mtoto mama na mtoto. Tunaumia, tunafia njiani pamoja na watoto. Asante sana. Baada ya kutoa elimu na kisha kupokea changamoto za wananchi, ndipo Hepi Mwaruku ambaye ni ofisa TAKUKURU Makambaku anashauri kuundwa kikosi kazi kitakachosaidia kumpa majibu ili aweze kufikisha madai yote ya wananchi katika mamlaka zinazopigiwa kelele kijijini hapo, hawa watu wa afya, umeme, maji na barabara. Na maji nimeambiwa ni, ni Ruasa Njombe kwao. Tutayafanyia kazi, na majibu yenu ya hizi kero zote watayafuatilia hawa watu wa secretariat, ambao tutawachagua hivi sasa. Nawahakikishia majibu yenu yatakuja ndani ya wakati. Nimeambiwa mna kikao cha mapato na matumizi kitakachosomwa mwezi wa, wa saba mwanzoni. Kwa hivyo nitakwenda kujitahidi kwa namna itakavyokuwa kwa kushirikiana na sekretariat kujua ufuatiliaji wa majibu umefikia wapi, kwa yale ambayo yatakuwa meshapatia ufafanuzi na majibu yake yatafika kabla ya muda huu. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Kitandililo, Julius Ngapemba na Joyce Kindimba, mjumbe wa kikosi kazi, wanasema uvumilivu umewashinda na kwamba wameamua kuzishtakia mamlaka husika kwa rais, jambo ambalo linamsukuma mganga mkuu wa Makambako, Alexander Mchome, kutoa ufafanuzi kuhusu kituo cha afya kinacholalamikiwa. Sisi wananchi wa Kitandililo tumekuwa na miradi mingi ambayo haina utekelezaji tulivyoendelea kufuatilia kwa viongozi, tunavyoweza kuulizia, hatupati majibu sahihi sana, na ndio maana kwamba wananchi hawa wakahamazisha penginepo, vyombo vya habari vikifika e, vikachukua habari zetu vikarusha kwenye, kwenye sehemu husika, viongozi wakasikia, huenda wanaweza wakaja wakutusaidia. Jambo kubwa ni hilo. E, changamoto kubwa ambazo tulizo nazo kama mimi mwenyekiti wa kijiji hiki cha Kitandililo kata hii ya Kitandililo, jambo la kwanza, changamoto ni jambo la afya, hususan kituo cha afya Kitandililo. Kituo chetu kile kinahitaji fedha kwa ajili ya kuweza kukamilisha majengo yale ambayo yamebaki, ili huduma zile ambazo hazitolewi ziweze kuanza kutolewa uh, katika uh, bajeti hii ya mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita halmashauri imetenga kiasi cha shilingi milioni mia moja hamsini kwa ajili ya shughuli za ukamilishaji katika kituo cha afya Kitandililo, lakini pia ikumbukwe kwamba serikali yetu ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Rais uh, Dr. Samia Suluhu Hassani imeweza kutoa kiasi cha fedha shilingi milioni mia tatu kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba na vifaa ambavyo vinatumika kwenye hospitali hile. Ni vifaa ambavyo vimenunuliwa na fedha ambayo imetolewa na serikali kuu kwa ajili ya huduma za afya. Kwa hiyo kituo kile kinaendelea kupokea vifaa tiba kutoka uh, bohari kuu ya dawa MSD kanda ya Iringa, na mpaka sasa imeshapokea vifaa vyenye thamani zaidi ya shilingi milioni sitini, na inaendelea kupokea vifaa. Huduma zinaendelea kuboreshwa, na kama mtakumbuka, kituo chetu kile kwa sasa hivi kinatoa huduma za nje tu, na wananchi wananufaika na huduma hizo. Kwa hiyo huduma zilizopo pale ni pamoja na huduma za maabara na vipimo, lakini pia kuna huduma za dawa kwa maana ya famasi, kupewa dawa baada ya ku ya kutibiwa wanapewa dawa pale na matibabu mbalimbali mbali, yale ambayo yanahusu huduma uh, hizi za nje yanatolewa katika kituo chetu cha afya Kitandililo.